Tunaenda wapi? Haya, yeah. Mimi nataka tupige tawe moja, alafu wanasema tunafanya ukabila. Hatufanyi ukabila, tunaongea vile watu wengine wanaongea yeah. Ukienda Rift Valley pale kiongozi yao ni Ruto, si ndio? Yeah. Ukienda Nyanza alikuwa Raila, wamekuwa mayatima hapa, namna gani yeah. Ukienda ukambani napata Kalonzo Musyoka yeah. si ndio? Yeah. sisi tukiongea Western, viongozi wetu ni Mudavadi na Wetangula, lakini hadini wanafanya kazi gani huko Wamekaa kwa serikali 70 years moja 40 mwingine 30, total of 70 years. Angalia vile tunakaa, hata barabara hapa nimeangalia, hakuna barabara, ni tabu tu. hata hapa Malava nasikia hakuna choo, hakuna maji, hakuna hospitali, hakuna bank, na Malava is the richest sub-county, the richest constituency in, in western ni Malava. Ona umasikini tunakaa. Hawa mama wote ambao wamefunika vitambaa hawajui hata saluni inakaa namna gani? Nataka wamama wetu wende wakae kwa wa mashini ndio? kwa ndio? sindio, kwa dryer, sindio? kwa wa mama wetu wajipange mafuta ile ya kufinya zile kuota hapana, uweze kujipaga mafuta, unakamulia ng'ombe na unajipaga ingine, ye umaskini hatutaki si ndio? Mimi ni kwa very serious, naenda kana ni watu wangu si ndio? Harambe! Panyako! Harambe! Panyako! Harambe! Panyako! Watu wa Kabras, jambo la mwisho. Heshima ya watu wetu inaanza kurudi. Kwa sababu ya wanaume kama Khalwale na mimi nikisema Harambe! Sema one time, si ndio? Harambe!

samwana sanya se mama wanje yarulanga ingavira vamlanvarinejesa avandu ve valava mulembe mulembe jo mwami bwana yesu asifiwe mtoto wa pastor lazarus licheveri 7 ambaye naanza na Panyako ni kura ya kukomboa Mluya, kujikomboa kutoka kwenye minyororo ya umaskini na hii madharau ambayo tunaonyeshwa, mpaka mtu anatoka hapa, mtu ambaye hana kazi, ambaye inajulikana anakuja kusomea sisi kwa sababu ya umaskini. O maskini, unaambiwa chochote unaambiwa chochote tu. Hii maneno tumekataa, na mimi nimesema hata kama nikikuwa gavana, wacha niongee, wacha wanifinye, as long as wananifinya na najua napigania watu yangu wale jamaa ambao walijitolea kupigania uhuru walijua kwamba mzungu hako na bunduki hao wako na panga. Mimi najua Ruto ako na EACC ako na polisi ako na DCI ako na kila kitu, lakini tunasema kwa minajili ya jamii yetu, kama hatuwezi kuomboa jamii yetu by 2027, sisi tumeisha. Hakuna haja kuwa gavana, hakuna haja kuwa senator. Lazima watu wetu watoe kwa umasikini, si ndio? Yeah. Munakuja kuletewa vitu hapa wakati wa by election, munaambia hii barabara inalimwa, matrakta yanakuja, huyu atapewa kazi, huyo ataambiwa nini, hii vitu yote, mbona hakuna wakati hakuna by election? Yeah. Tunatafuta nafasi pia twende kule mbele, wengine watuombee kwa namna gani? Yeah. Tumeomba, tumechoka, ama nyinyi hamjachoka? Tunataka kwenda kwa hiyo meza by right. Kiongozi wetu wa kisiasa kama jamii wa Luya amekuwa Raila Amolo Odinga. Miaka yote tumekuwa kwa ODM, tumepigia Raila kura tumepiga tukirudia. Sasa saa hizi Raila Mwenyezi Mungu amemchukua si ndio? Yes. May his soul rest in peace, lakini from now henceforth, hiyo meza ambayo mambo inapangiwa hatutumii nyumba ya mtu mwingine, tunaenda na nyumba yetu si ndio? Yes. Sisi tunatosha kwenda kwa hiyo meza na mluya akiongoza taifa la Kenya, mimi niko na hakika hata jamii ndogo hapo chini watapata haki yao, yeah. Sisi tunataka kujikomboa, na ndipo sasa mimi nimesema 2027 watu wangu lazima tukwe tayari ama namna gani? yeah. Kwani wale wengine ambao wanataka kuwa ma president walizaliwa namna gani? Sasa wengine wanasikia vibaya

na Jirongo tuwe kitu kimoja. Mnasema sisi ni wakabila, kwani inakuwa ukabila kama Waluya peke yake wanashikana ama mnamaanisha nini? if you don't fear the liberation you must also fear me, you must also fear George Natembeya. vienti nina mkenya mbunge ya Kenya akuna, akuna, akuna mbunge hata mmoja anaweza jibu mimi Natembeya, najua, ajwewe na jua anakuinda juzi, wamekushtaki ajua wewe umepatikana na shilingi milioni moja na laki mbili 1.2 milioni. Yani mtu wewe kama George Natembeya huyu, uwe kama kadiwani kweli, ukose kuwa na milioni moja? Sisi watu wa Malava tunazalisha bilioni mbili kila mwaka ambayo sesi inaitwa hii, sesi inaenda kule kuleka Kakamega, wachama wanararua huko tunataka hiyo zezi irudi hapa Malava itengeneze barabara ndogo ndogo. hey! vijana wapate kazi, wamama wapate kazi, iweke makaa kwa hii barabara, sindio bwana? Mkinipeleka huko yeah, mimi ntahakikisha hii barabara kutoka hapa kambi ya yeah, mwanzi ipite hapa mpaka Ingabila yeah, iende mpaka Lukume yeah, iende mpaka Mtuma yeah, irudi kwenda Samiti na ingine iende na Bahoro yeah. tutahakikisha hii barabara imewekwa nini lamini yeah. yeah.